Kanisa chini ya mwavuli wa Pentecostal Voice of Kenya wamepinga mswada uliopendekezwa wa mwaka 2024 wa kudhibiti mashirika ya kidini nchini wakibaini kuwa utapelekia kupigwa marufuku kwa baadhi ya makanisa. Wamepinga vikali kujumuishwa kwa makanisa yote ya kipentekoste kuwa kanisa moja wakishinikiza kutupiliwa mbali kwa mswada huo. Huku mchakato wa kufanya mswada wa kudhibiti dini tofauti nchini kuwa sheria ukiendelea, viongozi wa kidini chini ya mwavuli wa Pentecostal Voice of Kenya wamejitokeza na kupinga mswada huo, wakidai kuwa utapelekea kufungwa kwa baadhi ya makanisa ambayo tayari yameanzishwa. Hatuwezi eh deregister makanisa kwa sababu zimekuwa pale na hizi ndio zinaleta eh, eh, eh, mafundisho mazuri ya kusaidia Wakenya ili hii hali ya ya kuwa na wizi eh na vitu zingine zisiweze kutokezea. Wamebaini kuwa mswada huo unanuia kuyaweka makanisa yote ya kipentekoste chini ya kanisa moja kuu, jambo wanalolipinga vikali. Sisi tunaomba rais wetu eh, kwamba vile tu ulisema pale mwanzoni wakati wa mungatano ukasema hii bili e, itolewe na ikatolewa. Pia tunataka tena, vile imeletwa na AG imeletwa e, tena inaendelea sasa, hizi inafanyiwa public participation. Wamelalamikia kutengwa katika kamati iliyobuniwa kuangazia jinsi ya kudhibiti makanisa nchini, wakibaini kuwa walioteuliwa katika kamati hiyo. Hawawakilishi makundi yote ya kidini nchini. The commission is proposed to comprise of among others the Conference of Catholic Bishops, National Council of Churches, NCCK, and the Evangelical Alliance of Kenya. While we have nothing against them, these bodies do not represent the diversity of the church in Kenya. For example They do not represent Pentecostal churches such as us, and limiting the composition of the commission to their nominees only serves to entrench their interests and further disenfranchise and discriminate the rest that do not subscribe to their religious doctrines and practices. Kwingineko katika kaunti ya Embu, kanisa Katoliki eneo hilo limeunga mkono sheria iliyoidhinishwa na rais William Ruto ya kudhibiti mitandao. Kulingana na Askofu Peter Kimani, sheria hiyo itasaidia kukabiliana na ukatili mitandaoni na kuwarekebisha wanaoendeleza utovu wa nidhamu mitandaoni the cybercrimes act lazima ikuwe controlled we see all manner of evils that happen they do not happen from people ignorant james mwangi undugu tv